Tumsifu Yesu Kristo. Leo kwa njia ya kipekee, baada ya kanisa Katoliki kupokea papa mpya tumeandalia historia fupi ya kiongozi wetu, ili wote kama jumuiya na familia ya Mungu tuweze kumfahamu kiongozi wetu na tuwe tayari kuwa naye pamoja kikamilifu. Jina la Baba Mtakatifu Leo wa kumi na nne ni Robert Francis Provost ambaye alizaliwa tarehe 14 Septemba mwaka 1955 kule Chicago. Kabla ya kujiunga na shirika la Agostino, alihitimu katika shahada ya sayansi na hesabu kutoka chuo kikuu cha Villanova, na baada ya hapo, aliamua kujiunga na shirika la Mtakatifu Agostino, ambapo alitia bidii katika maisha ya Kikristo na kumjua Kristo, mpaka pale ambapo alisoma na masomo yake yote ya seminaria, filosofia pamoja na teolojia na baadaye kupata uzamili pamoja na uzamifu katika sheria za kanisa. Baba Mtakatifu Leo wa kumi na nne alilelewa kwenye familia yenye asilia ya Kihispania, Kitaliano na Kifaransa, ambayo imempa pia uwezo wa kuzungumza hizi lugha zote. Baba Mtakatifu Leo wa kumi na nne alipokea daraja la upadre mwaka elfu moja mia tisa 82. Juni. Baada ya hapo alipewa obedience ya kwanza au utume wake wa kwanza kuenda kama misionari kule nchini Peru, ambapo alikaa sana na alihudumia katika utume wake kule. Aliweza kuwa kama paroko wa parokia Trujillo, na baada ya hapo alikuwa pia mwalimu wa seminari kuu katika kufunza sheria za kanisa, na pia alihusika katika vitu vingi vya kuliongoza kanisa baada ya kuonyesha msimamo mzuri na uongozi mzuri katika kanisa, aliweza pia kuchaguliwa kuwa mkuu wa shirika wa kanda ile. Kwa wakati huu alichaguliwa kuwa mkuu wa province au kanda ya Chicago mwaka elfu moja mia tisa tisini na tisa. Mwaka elfu mbili na moja alichaguliwa kuwa kiongozi mkuu wa shirika la Mtakatifu Agostino ambalo waliongoza kuanzia mwaka elfu mbili na moja mpaka mwaka elfu mbili na kumi na tatu akiwa ni kiongozi mkuu wa shirika la Mtakatifu Agostino duniani. Mwaka 2014 Papa Francis alimteua Provost kuwa askofu wa jimbo la Chiclayo huko Peru, ambapo alijikita na uongozi wa jimbo, uinjilishaji, pamoja pia na kuangalia yale masuala yaliyohusu jamii kwa kijumla. Mwaka 2023 Papa Francis alimteua Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuwa mkuu wa idara ya maaskofu au tunaweza tukasema the dicastery of the bishops, cheo ambacho ni muhimu sana katika kanisa na uongozi. Cheo hiki kilihusika na kuwahudumia maaskofu na pia kuwachagua maaskofu duniani kote. Mwaka huo huo, mwaka wa 2023, Papa Francis alimteua kuwa kardinali, akitambua mchango wake mkubwa wa uongozi na katika kanisa. Baada ya hapo, kilichofuata ni konklave yenyewe ambayo ilichukua siku mbili na baada ya hii siku mbili kukamilika, jana tumepokea ujumbe mkuu na ujumbe unaotufurahisha sisi wa Katoliki, baada ya yeye kuchaguliwa kuwa mrithi wa Mtakatifu Petro kuliongoza kanisa katika imani na katika mambo yote mema. Pia ikumbuke kuwa Baba Mtakatifu Leo wa kumi na nne ni papa wa kwanza mzaliwa wa Marekani lakini pia ni papa wa pili kutoka bara la Amerika. Akitoa baraka kwa mji pamoja na dunia nzima, aliweza kuzungumza ujumbe unaoangazia amani na pia pamoja na kuwashirikisha watu wengi au jumuiya nzima na familia ya Mungu.